Kwa majina naitwa Irene Kasegezya ni afisa maendeleo biashara kutoka benki ya maendeleo ya kilimo Tanzania. Benki hii uh, ilianzishwa mnamo mwaka 2015 baada ya sera ya kilimo kwanza na ikaanza rasmi uh, kufanya kazi mwaka 2016. Mpaka sasa tuna ofisi 8 za kanda pamoja na ofisi tatu za mikoa tukiohudumia wakulima maeneo mbalimbali ya Tanzania tuko hapa uh, mkoani Tanga viwanja vya Usagara kwenye maonyesho ya wiki ya huduma ya kifedha uh, Tanzania ambapo tunatoa elimu ya fedha na tunajua kwamba elimu ya fedha ni msingi wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Tuko hapa kutoa elimu ya mikopo pamoja na elimu ya fedha. Benki ya Kilimo Tanzania tunatoa mikopo mbalimbali kuna -mbali. Mikopo yetu ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu, lakini vile vile uh, tume, tunatoa kwenye uh, tunasema ni integrated value chain financing kwamba ni from farm to fork kwenye ule mnyororo mzima wa thamani wa kilimo kuanzia zao linapotoka shambani mpaka wachakataji uh, processors mpaka watu wanaopaki na kuuza, wale wote wanaweza wakawa wateja wetu. Mpaka sasa hivi tumetoa mikopo ya, uh, ya kiasi cha bilioni 49 na bilioni 29 zote zimekuja mkoani Tanga. Kwa hiyo Tanga kuna uh, kuna opportunity kubwa sana na kuna mazao mengi ambayo tumejikita nayo, kuna ng'ombe wa projects za ng'ombe wa maziwa uh, zao la mkonge, la chai. Kwa mfano tu kwenye uh, upande wa, wa ng'ombe wa maziwa tumetoa uh, kiasi cha bilioni kumi na mbili kwenye mkoa wa Tanga pekee, na ambapo tumefikia wakulima zaidi ya elfu tano kwa hiyo, ina maana kuna, kuna opportunity kubwa sana ya wakulima kuja Kwenye kukopa kwenye Benki ya Kilimo. Mkulima anatakiwa aainishe uh, uh, uh, mahitaji yake. Kiasi chochote ambacho kile mkulima ana, anataka kukopa, tunaweza tukamkopesha. Lakini tunatoa mikopo kwa watu binafsi, vikundi, vyama vya ushirika pamoja hata na makampuni. Tunaelewa kwamba kuna wakulima wengine, unakuta mwingine hana, hana dhamana ama hajawahi kuwa na historia ya kukopa, lakini yupo kwenye chama cha ushirika, ambacho kile chama cha ushirika kinaweza kikawa kina, kina taarifa za fedha na vile vile zina dhamana ya kudhamini ule mkopo. Kwa hiyo wale walikuwa kwenye vikundi na pia kwenye vyama vya, vya ushirika tunawakaribisha. Kiasi ambacho ataka kukopa anaweza akakopa Tunatoa mikopo ya aina mbalimbali kuanzia fedha za uendeshaji shambani kama working capital, vilevile vile tuna asset financing ambapo tunatoa vifaa mteja. Um, anaweza akaja na na uhitaji wake wa kununua labda tractor power tiller, vifaa mbalimbali ambavyo anatumia kwenye uh, kilimo chake, alafu sisi tukampa mkopo wa fedha aweza kununua vile vifaa, lakini vilevile vile tunafanya mpaka project financing. kuna wale ambao wanataka kununua mashine za kuchakata ama anataka kujenga kiwanda kidogo. Kwa hiyo chochote ambacho kile mkulima anachokihitaji sisi tupo, tuna huduma mbalimbali kama nilivyosema, working capital, asset financing, project financing, kupata viwatilifu shambani, kupata uh, inputs mbegu, yani chochote ambacho mkulima anataka tunaweza tukamkopesha. Ili mkulima aweze kupata mkopo kupitia benki ya kilimo Tanzania, cha kwanza lazima awe ana uzoefu wa huo mradi ambao anaufanya, awe angalau amefanya kwa muda kidogo lakini vile vile lazima awe anaandiko andiko la biashara ameweza angalau kutuainishia ile project nzima. Aa, lakini vile vile awe na taarifa za fedha, taarifa za fedha ambazo zitaweza kutuonesha za muda kidogo, angalau mwaka mmoja, ili tuweze kupata kumpatia mkopo. Benki ya Maendeleo ya Kilimo inatoa ahueni kwa, kwa mkulima kwa sababu kwanza, tuna muda wa neema, kipindi cha neema ambao ni grace period. Mkulima atakapokuja kulingana na aina ya kilimo anachokifanya, tuweza tukapatia muda wa neema wa pale ambapo amepata mkopo wake mpaka atakapoanza kurejesha. Lakini vile, vile akini jinsi ya kufanya marejesho, tunaweka marejesho kulingana na zao husika, kwamba lini atavuna, lini atapata atapata fedha ndio aweze kurejesha. Lakini vilevile hatufanyi kazi wenyewe, tunafanya kazi na mabenki mengine ya kibiashara. Tuna mfuko wa dhamana wa wakulima wadogo wadogo ambapo mpaka sasa tunaubia na mabenki kumi na tisa ambapo wanaweza wakatoa huduma zetu kupitia sehemu mbalimbali kupitia mfuko wa dhamana wa wakulima wadogo wadogo. Tunatoa dhamana ya mpaka asilimia sabini kwa wanawake na vijana, lakini vile vile mpaka asilimia hamsini kwa hata kama mkulima a, ha, hajafikisha kiwango kile cha dhamana, sisi benki ya kilimo tunaweza tukamdhamini akaweza kupata mkopo kule. Lakini vile vile kwenye interest rate, ama riba, tuna riba ambayo a, ni nzuri sana kwa vijana na wakinamama, wanaweza wakanufaika ya riba kuanzia asilimia nane, lakini vile vile kwa wengine ambao wanakopa kuanzia asilimia tisa anaweza akapata mkopo na kupata riba hiyo ya mkopo kopo kupitia benki ya maendeleo ya kilimo Tanzania. Kili vile vile tunafanya kazi na Wizara ya Kilimo, uh, Wizara ya Mifugo na Uvuvi ambapo tuna project ya wavuvi. Uh, wakulima wote ama naweza kusema wavuvi wote tunafanya kilimo cha kilimo cha uchumi wa blue kwenye uh, bahari kuanzia kwenye kukopeshwa maboti, kujengewa vizimba. Tuko tunashirikiana na Wizara ya Uvuvi na uh, na Mifugo ambapo mkulima anaweza kupitia halmashauri akapeleka maombi yake pale, alafu maombi yatakuwa vetted, anaweza akapata mkopo kupitia benki ya maendeleo ya kilimo. Na uzuri wa mkopo huu hauna riba yoyote, kiasi kile ambacho mkulima ana mkulima, nikimaanisha mvuvi anaenda kukopa ndio hicho hicho ambacho atarudisha. Kwa hiyo tunawakaribisha na tunawatia moyo sana wakulima wote wanaofanya aina hii ya uvuvi, waweze kuanzia kwenye halmashauri zao waweze kunufaika na hii mikopo. Vilevile tunawakaribisha uh, wakulima wote ambao wanafanya vilimo mbalimbali mkoani Tanga kuanzia chai, na kama kwenye chai sasa hivi tumeshafikia mpaka wakulima mia sita. Kwa hiyo tunawakaribisha sana muweze kufika hapa, wanaofanya vilimo vya matunda, uh, spices, uh, mkonge, kila kitu ambacho kinalimwa mkoani Tanga tunaweza tukakii tukawapa tukawapa kama mkopo mkaribia kwenye banda letu la Benki ya Maendeleo ya Kilimo hapa kwenye viwanja vya Usagara. Tuko hapa mpaka tarehe ishirini na sita, lakini vile vile mnaweza mkatembelea ofisi zetu kwa upande huu wa kaskazini. Ofisi zetu za kanda zipo um, jijini Arusha, lakini vilevile unaweza vile ukatupigia kwenye namba zetu za bure ambazo ni sifuri mia nane mia moja na kumi mia moja na ishirini. Unaweza ukatutembelea pia kwenye kurasa zetu za mitandao za uh, TADB.tz kuanzia Instagram, Twitter, uh, LinkedIn pamoja na Facebook. TADB tunasema kilimo kina benkika. Karibuni sana wakulima, wavuvi pamoja na wafugaji.